za kimkakati za kutangaza utalii zikiwemo The Tanzania Royal Tour na Amazing Tanzania. Filamu hizi zimeleta mafanikio makubwa nchini na hivyo kuongeza ongezeko la watalii kwenye nchi yetu. Kwa mfano, Tanzania imeweka rekodi kwa mara ya kwanza ya kuwa na watalii milioni tano laki tatu na sitini na mia mbili na arobaini na saba. Kati ya hao watalii milioni mbili laki moja na arobaini na moja elfu mia nane tisini na tano walikuwa mataifa ya nje na watalii milioni tatu, laki mbili, kumi na nane elfu, mia tatu na hamsini na mbili walikuwa ni watalii wa ndani, na hiki ni kiashiria kingine kuwa sekta ya utalii imeanza kuwavutia watalii wa ndani, na kwa hiyo kuwafanya Watanzania wengi zaidi kutembelea vivutio vyetu vya utalii. Hivyo nawahimiza wadau wote kuendelea kuwa wazalendo, twendelee kuitangaza vyema nchi yetu na kutoa huduma bora kwa wateja Watanzania. Tuendelee kuielezea mazuri tuliyonayo ndani ya nchi yetu ili tuendelee kuwavutia watu wengine waje kwenye nchi. Anaitwa Bwana Ernest Mmoja ameonyesha haya ambayo huu ni msimu wake wa nane toka ameweza kuonyesha kuonyeshwa katika viwanja hivi vya magereza hapa jijini Arusha. Kwa kweli anaangazia masuala mazima ya utangazaji utalii, na kama tunavyojua utalii unahitaji wadau ili kuweza kuitangaza ipasazi. Sasa bodi ya utalii Tanzania imepata fursa ya kushiriki tena katika maonyesho haya ya Kili Fair kwa mwaka huu, na lengo la kushiriki maonyesho haya kwa bodi ya utalii ni moja tu kwamba kuhamasisha sasa wadau mbalimbali katika mnyororo wa utalii, lakini pamoja na wananchi na jumuiya kwa ujumla, kwa kweli tufanye utalii katika nchi yetu. Kazi kubwa TTB, kama mnavyojua kisheria, ina promote maeneo yote ya utalii wa Tanzania katika masoko mbalimbali. Kwa hiyo tuna masoko makubwa ya ndani ambayo imekuwa ndio mwangaza wetu kwa muda mrefu kupeleka habari kwa wananchi. E, juyavivutio vilivyopo lakini juu ya hata namna gani wao wanaweza kuwashiriki katika ma, e, kutembea katika vivutio vyetu mbalimbali. Nakumbuka kwamba e, tulikuwa na maswali mengi wananchi wanajiuliza e, pengine utalii ni wa Mtanzania ni wa Mzungu wa namna gani? E, tunasema utalii ni jukumu la kila Mtanzania kwa hiyo tutoke tulipo, twende kutalii. Faida zake ziko mbalimbali. Kwa hiyo mbali, unapokuja katika banda hili e, la wizara ya maliasili na utalii e, kwatapata habari mbalimbali, mojawapo mbali, ni vivutio vya aina gani vinapatikana, bei, gharama za kwenda kwenye vivutio, muda gani mzuri wa kwenda, unakwenda kwa, kwa e, kwa namna gani. Kwa hiyo habari zote hizo e, zina, wanapata wakifika katika banda la maliasili na utalii, lakini hasa katika uh, meza ya ya Tanzania e, lakini kitu ambacho pengine wananchi wengi hawajakiona kwamba tunaweza kukupa hamasa kwa kukuonyesha kwa uhalisia hivi vitu hivi vinafananaje. e, kwa hiyo sasa tuna e, e, kifaa ambacho kinatumika e, katika kumwonyesha mwananchi kabla hajafika katika uh, maeneo haya ya utalii, aweze kuona exactly nini eh, bonye, eh, vivutio vile eh, vinaonekana. Sasa hii inaitwa VR, virtual reality. Eh, kwa maana hiyo sasa tumeweka katika mfumo huu eh, wa kuhamishika kirahisi. Eh, hii ni gago tu ambayo unaivaa machoni, lakini ndani humu teknolojia imeruhusu vivutio vyote vile viingie hapa. Na unakiona live. And in 360 kwa maana hiyo sasa, unapovaa hiki, kama ni ndani ya Serengeti, ukigeuka huku unaona e, milima ile, ukigeuka huku unaona baluni zile, ukigeuka huku mito na nini. Kwa hiyo ni katika nyuzi mia tatu na sitini e, kwa hiyo tunakaribisha sana wananchi, imekuwa ni maarufu sasa e, tunatumia hivi kutangaza utalii wetu sie hapa tu KiliFair. E, lakini hata kwenye maonesho nchi za nje. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo kwa kweli inatupeleka Tanzania e, na sisi tusiwe mbali sana na mataifa ambayo yameendelea kiteknolojia kwenda kutangaza utalii wetu. Kwa hiyo e, mtu anakuwa ameona kwenye TV kwa mfano, lakini amesoma shuleni na wapi majarida uh, yetu, lakini kwa kuvaa hii experience unayopata ni tofauti. Kwa hiyo hii inakuweka katikati ya kivutio hicho, kama ni uh, kwenye bonde la Ngorongoro unakuwa katikati kati pale alafu hey, wanyama wote wamekuzunguka, unaona eh. Kwa hiyo eh, ni moja kati ya teknolojia ambazo eh, kwaku kwa tunatumia ili wananchi waweze kupata hamu na wao kujipanga, kutenga muda, kutenga kiasi kidogo cha fedha na waka enjoy utalii eh, ambao ni vivutio ambavyo ni mali yao hasa. Hii ni mali ya Watanzania tunashabihisha eh, sasa Watanzania waende katika maeneo vutio wakaenjoy.